timu ya yaung soka anasema, ya kwamba shida aliyoiona ni ya marefarins wenyewe, walikuwa wakitia mafao ambao zilikuwa aziko alale, na walikuwa wakipanda sheria ambazo sio sheria. Je, unaweza ukaambia nini watazamaji wanaotazama mdaa? Asante sana. Tazamaji wa sa huo, nami mtazamaji wako as Roger nyuma ya kamera ni Bonge ubonge Ipatula. Siyo?